Angazie ama tuelekeze darubini barabarani, ambapo msako wa usalama barabarani umeanzisha kampeni ya uhamasishaji kuhusu usalama barabarani kaunti ya Nakuru. Mamlaka ya kitaifa ya usalama barabarani, NTSA, kwa ushirikiano na maafisa wa polisi wameongoza kampeni hiyo ya usalama barabarani kaunti hiyo. Aidha, wamehimiza waendeshaji magari kuzingatia sheria za barabarani haswa wakati huu kuelekea msimu wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya u, kuwakumbuka waathiriwa wa ajali za barabarani. My only appeal to all drivers is that we should be cautious, follow traffic rules. Especially now that we are going to the festive season. And, uh, we'll be out. In fact, we are already out for the operations. So we've seen a lot of people are dying on this, along this road, um, the question is, how can we come together and try and minimize what is happening on our roads, especially in terms of fatalities. Tutakuwa na uh, stakeholders tofauti tofauti. Tutaweza kuhamasishana, tutaweza kuelimishana, tutaweza kuingia hospitalini tuone wale ndugu zetu ndio huu ujumbe uweze kuja karibu nyumbani, ujumbe uweze kuja karibu na sisi, tujue kuwa barabarani kuna ajali, barabarani kuna hatari, na sisi wote tuko na jukumu la kubadilisha huo mtindo. So, tunaomba tu watu ya kwamba wanapokuwa kwa barabara wakuwa uangalifu, wasiendeshe gari wakiwa walevi, wasiendeshe gari wanapo kama wametumia pombe, wasiendeshe gari kama wako stressed up So, ni kuomba tu wakuwa waangalifu wanapotumia